Katika ulimwengu wa Kiyahudi, kila kalenda inayoning'inia ukutani kwa namna fulani ina duara linalozunguka siku saba zinazoadhimisha sikukuu ya Pasaka. Basi enzi za bwana wetu, sheria ya Kiyahudi iliwataka wanaume wote wenye umri wa miaka kumi na tatu na kuendelea kuhudhuria sikukuu tatu za kila mwaka katika jiji la Yerusalemu: Pasaka, Pentekoste na Vibanda. Sasa waliruhusiwa wanaume waliokuwa wakiishi mbali kuhudhuria sikukuu moja tu kati ya hizo tatu, na mara nyingi Pasaka ndio sikukuu walioipendelea. Na ni katika kipindi hiki kwenye kalenda ya Kiyahudi, ambacho kingekuwa mwishoni mwa Machi au mwanzoni mwa Aprili, ambapo Luka anatupa mwanga kidogo kuhusu utoto wa Yesu. Hivyo safari yetu ya hekima leo inatupeleka kwenye injili ya Luka saa mbili na madakika 41. Sasa wazazi wake walikwenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka na alipokuwa na umri wa miaka kumi na miwili walikwenda kama ilivyokuwa desturi. Sasa hebu ni kuambie, mstari huu ni kama dirisha linalotufungulia maisha ya nyumbani kwa Yosefu na Maria ambapo tunaweza kuona jinsi walivyomcha Mungu. Sheria ya Kiyahudi iliruhusu mwanaume yeyote wa Kiyahudi aliyeishi zaidi ya maili kumi na tano kutoka Yerusalemu usherehekea Pasaka katika kijiji chake mwenyewe bila kulazimika kufanya safari ile ndefu na ya gharama kubwa. Nazareti ilikuwa maili 65 kaskazini mwa Yerusalemu, kwa hiyo Yosefu alikuwa mbali kabisa na ule ukingo wa maili 15. Na kwa njia, sheria haikuwahi kuwalazimisha wanawake kufanya safari kwenda kwenye mojawapo ya sikukuu hizi huko Yerusalemu. Kwa hiyo kumbuka hilo, na niruhusu nirudi nisome tena mstari wa 41: sasa wazazi wake walikwenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Je, unapata hilo? Kila mwaka kabisa. Hawakutaka kukosa nafasi hii ya kumwabudu Mungu kama familia katika jiji la Yerusalemu. Sasa mwaka huu maalum ni muhimu kwa sababu Luka anatueleza kwamba Yesu ana umri wa miaka kumi na mbili, yuko yuko miezi michache tu kabla ya huwa mwanachama kamili wa sinagogi Desturi ya kisasa inayotambua hatua hii inaitwa Bar Mitzvah. Ba Mitzvah inamaanisha mwana wa sheria au mwana wa amri, akiwa na umri wa miaka kumi na tatu. Mvulana anakuwa mwana wa sheria, ambayo inamaanisha sasa anawajibika binafsi kutii sheria yeye mwenyewe. Sasa hapa anakuja Yesu mwenye umri wa miaka 12 pamoja na wazazi wake kutimiza ahadi yao ya kila mwaka ya kusherehekea Pasaka. Sherehe hii ya kila mwaka ilisherehekea kazi ya upatanisho ya Mungu kupitia mwanakondoo wa Pasaka kule Misri, wakati Mungu aliwakomboa Waisraeli karne nyingi zilizopita. Kwa hiyo nataka ushike ucheshi uliopo hapa. Yusufu na Maria wanamleta mkombozi kusherehekea ukombozi wa Israeli wanamleta mwanakondoo wa mwisho wa Pasaka husherehekea dhabihu za wanakondoo wa Pasaka ya fikiria maana ya ziara yao. Sasa wakati wa Pasaka Yerusalemu eh, tunajua kutoka kwenye historia ingekuwa imejaa mahujaji na wafanya biashara. Yusufu, Maria na Yesu kijana wangenda kwenye vibanda kuchagua mwanakondoo wao. Labda Yusufu alimruhusu Yesu Eh, kuchagua mwana kondoo mwenyewe mwaka huo. Kuna rekodi moja ya kihistoria inayoonyesha kwamba zaidi ya kondoo elfu mia mbili na hamsini wangekuwa wametolewa dhabihu Yerusalemu wakati wa Pasaka. Yesu angekuwa ameona kuhani akipokea damu ya yule mwanakondoo mdogo kwenye bakuli la fedha au dhahabu, na kisha kuimwaga kwenye mguu wa madhabahu. Damu ya yule mwanakondoo, Yusufu Angechukua yule mwanakondoo na kumbeba begani mwake akitembea na Yesu na Maria popote walipokuwa wakikaa, na kisha kumchukua yule mwanakondoo na kumwandaa ili kuliwa. Usiku ungeisha kuchelewa, watu wengi wangejitokeza mitaani, ungebaki na furaha ya kuonana tena na familia na marafiki. Wengine wangengoja kufunguliwa kwa milango usiku wa manane kwenye mlima wa Hekalu, na wangeweza kwenda pale na kuomba. Sherehe ya Pasaka iliendelea kwa wiki nzima, eh, watu wengi wangekuja kwa siku mbili tu, kulingana na tunavyofahamu kihistoria, wakati chakula cha Pasaka kingeliwa, lakini siyo Yusufu, Maria na Yesu mchanga. Kwa kweli, Luka anatuambia wazi hapa kwenye mstari wa arobaini na tatu walikuwa wakirudi baada ya kukaa siku zote kamili. Unajua hiyo inamaanisha nini? Walikaa wiki nzima. Hawakutaka kukosa hata muda kidogo wa sherehe hiyo. Na Yesu pia hakuweza kushiba sherehe hiyo kwa sababu aliamua kubaki nyuma. Mstari wa arobaini na tatu unasema Yesu alibaki nyuma Yerusalemu. Wazazi wake hawakujua, lakini wakidhani yuko kwenye kundi, wakaendelea na safari ya siku moja. Watu walikuwa wakisafiri kwa makundi makubwa kwenda na kurudi kwenye sherehe hizi kwa ajili ya ulinzi. Wanawake na watoto walikuwa wakisafiri mbele ya msafara na Wanaume walikuwa nyuma yao kuhakikisha hakuna anayepotea au kutelekezwa njiani, na sehemu hizi mbili zingekutana jioni walipojiandaa kupiga kambi. Sasa Yosefu alidhani Yesu alikuwa mbele na Maria, na Maria akadhani Yesu yuko nyuma na Yosefu, na usiku ule wakagundua Yesu hakuwa na yeyote kati yao, na ndipo ikawagonga, tumemwacha Yesu kule Yerusalemu. Yani fikiria, kumpoteza masiha, Nakumbuka siku moja nilienda kula nje na familia yangu na marafiki baada ya ibada ya Jumapili, eh, kwa sababu nilikuwa nimefika kanisani mapema asubuhi hiyo kuliko mke wangu na watoto. Yeye aliendesha minivan na mimi nikaenda mapema kwa gari langu la zamani la pickup. Tulipofika nyumbani kutoka kwenye mgahawa, akaniuliza Save yuko wapi? Na huyo alikuwa mtoto wetu wa miaka sita mapacha. Nikajibu ah, nilidhani yuko na wewe naye akasema lo, nilifikiri alikuwa pamoja nawe. Basi nilikuwa nimemwacha pale pale mgahawani. Nikuambie, nilikimbia kurudi pale na nikamkuta ameketi juu ya kiti akiangalia mechi ya mpira kwenye skrini kubwa. Yeye hata hakutukosa hata kidogo, lakini ilikuwa raha sana kumpata. Unajua, kupoteza mtoto wako kwenye mgahawa ni jambo moja lakini unaweza kufikiria kugundua umempoteza mtoto wako katikati ya jiji lenye pilikapilika pilika la Yerusalemu? Kwa kweli, angalia muda huu. Unaweza kufikiria kumtafuta kwa siku tatu kama vile mstari wa 46 ulivyotuambia? siku tatu! Yani, ni afueni ya ajabu kiasi gani kwa Yosefu na Maria kumpata hekaluni. Mstari huu unatueleza Yesu alikuwa ameketi kati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali, na wote waliomsikia walishangazwa na ufahamu wake na majibu yake. Lakini hakuwa amewakosa wazazi wake hata kidogo. Sasa hatujaambiwa maelezo yoyote kuhusu alikaa na nani au alipata chakula vipi, lakini tumeambiwa hapa kwamba Maria na Yosefu hatimaye walimpata hekaluni na Maria, mama wa kawaida kabisa, anakatiza kikao hiki cha maswali na majibu hekaluni na kusema hapa kwenye mstari wa arobaini na nane, mwanangu, kwa nini umetutendea hivi? Tazama, baba yako na mimi tumekuwa tukikutafuta kwa uzuni kubwa. Maria ni mama wa kawaida kabisa, anayejibu kwa hisia. Ulikuwa unafikiria nini duniani? Unajua umetupitisha kwenye nini? Sasa, jiandaye kwa hili. Haya ndiyo maneno ya kwanza kabisa ya Yesu yaliyorekodiwa katika Injili, mstari wa 49, naye akawaambia, kwa nini mlikuwa mnanitafuta? Hamkujua kwamba inanipasa kuwa katika nyumba ya Baba yangu? Lo. Kama mwandishi mmoja alivyosema, jibu hili linaonyesha wazi kwamba katika kipindi hiki cha maisha yake, Yesu mwenye umri wa miaka kumi na mbili sasa ana ufahamu kamili wa utu wake, uhusiano wake na baba yake, na pia jukumu lake. Mimi mimi siwezi kufikiria ukimya wa mshangao uliotokea baada ya kauli hiyo. Sasa pamoja na hayo, huenda usingetarajia kile unachosoma hapa kwenye mstari wa hamsini na moja: naye akashuka pamoja nao, akaenda Nazareti, akawa mtifu kwao. Labda ungetarajia kusoma kitu kama nao wakaenda Nazareti na wakawa watiifu kwake. Hapana, hapana, Yesu bado ana mengi ya kukua. Yeye ni mwana wa Mungu, sasa anatambua hilo, lakini pia ni mwanadamu kamili na yuko chini ya mamlaka ya wazazi wake wa duniani. Kwa njia, kujua yeye ni nani hakukumfanya Yesu awe na kiburi au ukaidi kwa baba na mama yake ambao walikuwa wakulima wa kawaida tu, haikumfanya asiwe mtiifu kwao pia. Kwa kweli, jambo hilo linaonyesha utii wake. Na hebu nikuambie, vivyo hivyo inapaswa kuwa kwetu pia. Ukweli kwamba sisi ni wa Mungu kama watoto wake, unamaanisha kwamba mahusiano yetu na wengine yanapaswa kujaa unyenyekevu na neema. Tunajua kwamba Mungu ni Baba yetu kwa sababu tumeweka imani yetu